Kwa nini? Kwa nini mnamtaka sana Alimayai kwenye nafasi? Ana nini Alimayai? Kwa sababu aliwahi kucheza, aliwahi kucheza mpira watu wakamfahamu umairi wake ndani ya uwanja, ndio maana mnaamini hata kwenye uongo, uongozi pia anaweza kufanya kitu

zingatia kuna madudu mengi yamefanyika hata yeye mwenyewe mpaka kufikia tu saa hizi no? Mwenye na mwenyewe ana kuna mda fulani na kaa na jinsi kwamba ni nini, nini, nini mm kaya, nini, nini, nini, mm lakini kama kungogo na uwezekano wa kutoka hadharani sasa hivi na kuomba radhi kwa kile ambacho kimetokea. Yeah, nafikiri angekuwa ameshatoka na kuomba radhi. Kwa hiyo hamumhitaji tena. Hapana, kwa sasa hivi tunahitaji mabadiliko. Yeye hapa tuseme alipotufikisha tuseme tu inatosha, maanake unapohitaji mabadiliko uchanganie kitu ni... nafanya mimi kwangu ombo wangu ua naona alimayai mm -hmm. nafasi na, mpaka. Ah, alimayai na kitu gani special ambacho uh, mnadhani anaweza kukiongeza? Unajua ah, wakati hata Karia anagombea ana urais kwa mwaka wake kwa mula kwa wa kwanza kabisa hakuna mtu ambaye alikuwa anaamini kwamba anaweza kutufikisha hapa tu, kwa kweli.